Ni Jumapili nyingine tunakutana tena katika makala Changu Chako, Chako Changu, makala ambayo hukuletea historia ya mambo mbalimbali mbali, utamaduni le parle francophone, na muziki. Na leo tutajadili kuhusu utamaduni wa watu wa kabila la Wameru na tutajikita zaidi katika mahakama ya jadi ijulikanayo kama Njuri Ncheke. Mimi ni Ali Bilali, bienveni ama bon reveil matinal Na kama nilivyo kujuza msikilizaji, tunajadili hapa kuhusiana na mahakama ya jadi ya watu wa kabila la Wameru ijulikanayo kama Njuri Ncheke. Nimempokea hapa studio bwana Fredi Mokaria ambaye ni mchambuzi wa maswala ya siasa kutoka Meru na pia ni mchambuzi wa maswala ya jadi, na nimkaribishe. Karibu. Asante sana nam. Tunazungumzia kuhusiana na mahakama ya jadi umesema inaitwa Njuri Ncheke, Njuri mm -hmm. Ncheke Kabla ya kuzungumzia mahakama hiyo tueleze kuhusiana na watu wa kabila la Wameru asilia yao ni wapi? Eh, mwanzo kabisa Ali, nashukuru sana kwa kunipea nafasi hii kuweza kushirikiana nawe kuweza kujadili mambo ya kabila langu ambapo mi nimezaliwa Wameru. Eh, kabila la Wameru hatukutoka kutoka Kenya kama vile unajua, watu wengi walitoka nchi tofauti tofauti, tukaweza kujipata mahali pamoja, tukaitwa nchi ya Kenya Wameru walitoka DRC ambapo tuli, tunaambiwa tulitoka Mboa so, wakati huo iliitwa Mboa na tulikuja pande za Mount Elgon tukaja na kabila fulani yawita Wakisi na ndio maana utapata mara nyingi Wameru na Wakisi tuko na tabia za kukaribiana sana, tukawacha kule e, Nyanza si tukaendelea na safari yetu, vile huo inasemekana ni kuwa sisi Wameru tulienda Mombasa kuliko tujen, kutoka kule Nyanza tuende mpaka Meru mali Meru iko sahii, tulienda Mombasa na tukakaa pale sana, ndio tukaanza safari nyingine sasa. Sababu ya njoto ilikuwa nyingi kwa Meru, tukashindwa kustahimili ile njoto ya Mombasa, ndio tukaanza safari ya kupanda tena mpaka eh, mpaka, mpaka Meru. mm -hmm. na Meru unapatikana katika sehemu gani ya Kenya? Meru inapatikana pande ya mashariki ya Kenya. mm -hmm. Eh, kutoka Nairobi nafikiri ni takriban kilomita 250 kutoka Nairobi kuelekea Meru, mwendo wa gari ya, mwendo wa gari tuseme 8 km ni sehemu ambayo unaweza ukatembea kwenda na kurudi. Ya, kutumia gari kama unaendesha gari yako vizuri, masaa manne. hmm. uko Meru masaa manne huko Nairobi naam. Tuangazie sasa hapa kuhusiana na swala zima la hii mahakama ya jadi ambayo umesema inaitwa Njuri Ncheke. yeah. mahakama hii ipoje? Izungumzie kidogo Njuri eh, Ncheke huwa tunaelezwa kuwa haijaandikika mahali lakini ilianziwa miaka ya jadi tangu wakati wa Meru walitoka kule, now the current DRC vile tulitoka kule. Kwa tuseme wa Meru asilia yao walitoka DRC. E, asilia, asilia, asilia wa Meru tulitoka DRC mm -hmm. lakini wakati tulifika pale ndio walianza kutengeneza mfumo wao wa kisheria sababu ya kumaliza makesi ndogondogo mm -hmm. kama wakati wa kuoa kuolewa vile tunafaa kupanga mazishi, kama kuna watu wamekosana sababu ya mashamba, ndio maana Njuri Ncheke ikatengenezwa. Na Njuri Ncheke, Wameru sisi huwa hatuna wakati, kila kitu ukisema mpaka uongeze n leta n ama m pale mwanzo, so kutoka kwa neno kizungu jurisdiction, sisa tunasema njuri kutoka kwa neno juri from English, so si tukaongeza n pale mwanzo ndikaitwa Njuri Ncheke, ni nyembamba. So ni mfumo wa kisheria ambao sio ile kubwa ambati ni ile ndogo ya kutatua masuala madogo madogo ya watu ambao ni wa Meru mm -hmm. Na hiyo ndio ikaitwa Njuri Ncheke na mpaka leo ni mfumo wa kisheria ambao unatumika sana kwa wa Meru kuweza kusaidia masuala ambayo yanatatiza kabila wa Meru mm -hmm. Lakini kwa mfano, iwe ni Meru amekosana na mtu wa kabila tofauti, pale Njuri Ncheke haiwezi kaingilia. Ni mpaka iwe ni wa Meru wawili na ndio huwe mwanachama wa Njuri Ncheke ni vigumu sana. Huwe kama kwa mfano, mzazi wa, wazazi wangu wote si wa Meru. Kwa mfano, mama angu, baba, baba yangu mzazi huwe ni Meru lakini mama ni Mkikuyu ama Mjaluu, ama kabila lingine hapa nchini Kenya ama Mzungu uh -huh. Mimi siwezi kuwa memba wa Njuri Ncheke mpaka iwe wazazi wangu wote ni Wameru na wametokana na Wameru, iwe hakuna mzazi hata mmoja, mpaka wale wa huko jani, hakuna hata mmoja ambaye ametoka nje ya Meru, ndio huyo anakuwa mwanachama na hapa Kenya leo tuko na kaunti mbili ambazo zina ushiriki wa hii Njuri Ncheke, ambapo ni Meru kaunti na Tharaka Nithi kaunti, sababu Watharaka pia ni wa Meru, lakini kuongea kwao unapata tofauti kidogo, lakini wa Meru. So Njuri Ncheke inashika kaunti ya Meru na kaunti ya Watharaka. hmm, yeah. Sasa uh, mahakama hiyo ya jadi Njuri Ncheke, labda uongozi wake unapatikana vipi? Uongozi wa njuri cheke huwa watu uchagua, na tuseme sasa, vile nimekueleza, tumeshika kaunti mbili, kuna yule kiongozi ambaye ameshika kaunti zote mbili, ni kama naweza mwita ni kama kiongozi yani yule mkubwa, mwenyekiti. Kwa mfano yule ametoka juzi, mwenyekiti wa njuri cheke ambaye ameshika kaunti zote mbili ya tharaka na Meru, alikuwa ni babake gavana wa leo wa Meru, mzee Ntoedhingia huwa uongozi wao unashuka chini kama ugatuzi vile tuko Kenya. mm -hmm. Inashuka mpaka kwa nyumba, ambapo nikikueleza nyumba unasikia kama sasa vile tunaita kata ndogo hapa nchini Kenya, hiyo hiyo ni nyumba moja ambayo iko na mwenyekiti, katibu, mwekazina, wale ni viongozi ambao sasa wakichaguana katika nyumba ndogo hiyo, nyumba ya kata ndogo ya, eh, eh, pale nyumbani wale ambao wame, wamechaguliwa pale na, na wanachama wanaenda wanachagua wale wamechaguliwa wanaenda tena kuchaguana katika ngazi ya chini wakitoka chini wanaenda ngazi ya wanada... wana... juu mpaka yule ambaye ataweza kufanikiwa afike ngazi ya juu, yaani wanapigiana kura. wanapigiana kura. Kama kawaida tu. Kama kawaida tu, yes. Na mgombea kura na mgombea anajitoa, anajitoa mwenyewe anasema hmm, mimi kulingana vile niko najisikia na, natosha, ama pia watu wanaweza kusema ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, <tis> we Bilali, una, unafaa kuwa kiongozi wetu hmm. So watu wanaweza kukupigia debe, wakikupigia debe ndi unakubalika. <tis> Yeah. Yeah. Uh -huh. <tis> Umetueleza kuhusiana na swala zima la uchaguzi wa kiongozi wa mahakama hiyo mm, ya jadi. Vipi kuhusiana na swala zima la, la heshima? Je, watu wanaheshimu mahakama hiyo au maamuzi yatokanayo na mahakama hiyo? Eh, Ali bila nakueleza kuwa hapa Kenya kando na wananchi ama Wameru kuheshimu hili hii mahakama ya jadi ya Njuri Ncheke, mpaka serikali ya Kenya tangu mkoloni alipoondoka Kenya mwaka 1963, mpaka leo, uamuzi fulani ukitolewa na hii mahakama ya Njuri Ncheke, mpaka koti ya Kenya haiwezi kaenda kinyume. Na pia unaweza pata wakati mwingine kuna kesi iko kotini na ile kesi koti imeshindwa kutatua, mara nyingi huwa wanaregesha tena kwa Njuri Ncheke, wanasema viongozi ama wazee wa Njuri Ncheke waamue ni nani ama hii kesi inafaa kuenda vipi? Kwa mfano mashamba, unapata mimi na wewe tuko tunapakana, na koti imejaribu kufuatilia, imefuatilia lakini imeshindikana, sababu labda ile shamba umekaa nalo kwa miaka arobaini, lakini nami nadai kuwa mimi ndio mwenye shamba halali. Mara nyingi wanaregesha kwa Njuri Ncheke ndio yamue ni nani haswa mmiliki halali. Nikimalizia yes, mm -hmm. Eh, Njuri Ncheke kitambo ilikuwa inasemekana wanauchawi mwingi sana na watu walikuwa wanaogopa kwa mfano koti inasikiza evidence ama ile tunasema ushahidi ushahidi. Koti inasikiza ushahidi kutoka pande zote mbili mm -hmm. Lakini Njuri Ncheke kuna kitu wanatumia kama, kuto, kama kula kiapo mm -hmm. Na kwa mfano mi niwe na kudhulumu lile shamba koti na, e, ile koti sasa, ambaye ni mahakama yetu ya Njuri Ncheke, unaambiwa kula kiapo, useme hili shamba ni lako, na kwa kuwa unashuku watu ni wachawi, labda wanaweza nifanyia kitu kibaya, unaogopa kula kiapo ukijua kabisa hili shamba si lako ni, ni la Mukaria, we Bilali, shamba si lako ni la Mukaria. Uh, unaona ni vyema uachana shamba kuliko ule kiapo na ufe sababu kukudhuru. Eh, eh, exactly. Eh. Alafu jambo lingine unapata pia kando na mambo ya mashamba na kesi ndogo ndogo pale mtaani ama pale nyumbani Meru, e, Njuri Ncheke uinaamua kesi kubwa kubwa kubwa kama za kisiasa, tukipeana mfano kumekuwa na gavana ambaye amebanduliwa juzi na, na seniti Koko, nani, Meru. Yes, yule gavana alikuwa eh, Kawira Mwangaza mm -hmm. ametolewa na, na, na seniti kawa kotini, mambo ikaenda koti Kenya hapa Milimani, na ilisumbua sana kwa muda mrefu takriban miezi sita, nafikiri mm -hmm. ilifika mahali ile kesi ilikuwa kwa koti ya Meru jaji aliamua akasema, hii kesi ipelekwe kwa wazee wa Njuri Ncheke, waamue wanaona hii kesi iende namna gani. na kwa na ufupi inajaribu kuonyesha hii mahakama ya Wameru iko na nguvu na hakuna mahakama nyingine ya jandi ambaye ni ya utamaduni hapa Kenya ambayo inatambulika na serikali ya Kenya. Nenda ufanye u -u Uka, uh, uh, utafiti wako mm -hmm, upate hakuna nyingine ni Meru peke yake ambayo tuka Njuri Ncheke. Unasikiliza Changu Chako, chako changu, changu makala yanayohusu utamaduni unaendelea kusikiliza makala Changu chako chako changu. Mimi ni Ali Bilali, mtangazaji wako asiyependa makuu. Balume Bakaza Marcelin, unasema huko hewani unatusikiliza. DJ Belge Naweo, ukiwa huko Goma unasema hali bado ni tete, lakini tunaendelea kuvumilia. Valeri Mumbere, ukiwa huko Butembo. Tresor Ndaisenga, ukiwa Bujumbura, nawe unasema huko hewani muda huu. Kiza Kasongo, ukiwa Kamanyola, huyu ni mdau mkubwa wa makala haya Changu Chako, Mardoshe Kambale na ukiwa DRC. Lakini Jospin Mwengeshali huyu ni refa lakini hakosi kabisa kusikiliza makala Changu Chako, Chako Changu kila Jumapili. Na sasa tuelekee kwenye kipengele cha muziki, na ambapo leo kama ilivyokuahidi na kuletea mwanamuziki Hiro Lecoq ambaye ni rafa mwanamuziki wa Ufaransa mwenye asili ya DRC.

Julai 14mwaka 1989 huko Saint Eman Ufaransa, lakini asili yake ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Dimitri Nganda ndilo jina lake halisi. Mapenzi yake ya muziki alianza akiwa na umri mdogo alipokuwa akiorodhesha dvd za muziki katika duka la babake. Papa Wemba na Kofio Lomide ni wakali wawili wa muziki wa Kiafrika ambao wamemshawishi sana Jina lake la kisanii Hiro Lecoq linatokana na Hiroshima Monica aliyopata katika shule ya upili kwa sababu aliharibu uharibifu kama bomu na alikuwa na kiburi kama jogoo kulingana na historia yake.

Bana Sifo mwaka 2007 na albamu yao ya kwanza Charabia ilitolewa mwaka 2011. Bendi hiyo ilisambaratika mwaka wa 2015 na Hiro akachagua kuendeleza kazi peke yake. Mei 18 mwaka 2016, alitoa wimbo wake wa kwanza ulioidhinishwa uliobeba tuzo ya dhahabu Blinded. Katika mwaka huo huo alitoa wimbo Pierre Mompier akiwa na msanii wa Nigeria Chinma. Kufuatia mafanikio haya alitoa albamu yake ya kwanza De La Hen Alamour kwenye lebo ya Bomaye Music Disemba mosi mwaka elfu mbili na kumi na saba. Nyimbo Tushe Kule pamoja na Yusufa

Still Fresh na Tufan walikuwa miongoni mwa wasanii waliochangia katika mkusanyiko huo. Alitoa tena albamu yake Juni mwaka 2020, ikiwa na nyimbo nane mpya na ushirikiano na Davido na Gabriel Do Borel. Hiro ana lebo yake mwenyewe Milezi Music, ambayo alianzisha baada ya kuacha lebo ya Bomaye Music mapema mwaka 2018 na ametoa albamu yake ya tatu Afro Romance. Na mtumalize na kibao hiki Papa Rey chake Hero Lecoq.

Kibao hicho ndicho kinatufikisha kwenye tamati ya makala yetu Jumapili ya leo. Kumbuka, mwisho wa makala haya ndiyo mwanzo wa makala nyingine. Usikosi kuungana nami tena Jumapili ijayo, tukijaliwa. Mimi naitwa Ali Bilali, mtangazaji wako asiyependa wa makuu, ni kutakie bon dimanche, ama Jumapili njema. Nublipa kone ensemble, yani usisahau kwamba Tuko pamoja.